Damu za Watanzania zinatakwa mikononi mwake, kwani kwa walio huwa tu, unajua watu wakisikiliza, watu wanasema polisi wameua watu, sijui watu wameua watu. Wewe nikwambie, kuna uwezekano, kuna uwezekano mkubwa mbele za Mungu mshtakiwa namba moja Samia. Ilikuwa namweleza mtu kwamba mama Samia ana wakati mgumu, atake asitake, atake tuseme, asitake, ana wakati mgumu. Samia surua ana wakati mgumu ameaminiwa na Mungu atunze watu alafu watu wanauawa mikononi mwake. Usizani kitu kidogo hichi na, na, kuna watu mkimwona Samia mnazani yuko salama. Hayuko salama, asipoambiwa na binadamu damu zilizomwagika zinamwambia, na asipoambiwa na damu malaika watamwambia, asipoambiwa na wanadamu hukumu ya milele inamsubiri. Usizani yuko salama, yuko mbele Baba na, na wakati mwingine mnaweza mkamtazama mkazani anapenda haya, apendi tu Nilaeleza hapa siku moja, wakati wa nabii nikamwambia, nikamwambia hata Samia mwenyewe, yaliotokea juu yanapotokea, kama Mungu ameruhusu, uwezi kuyazuia. Mtu mmoja akaniambia, ukiwa okay, unahubiri usimdaje Samia kwani wako wa kwako? Ameambia mimi Samia, naishi nchi gani? Amwe Tanzania? Born in this country. A servant of God. I pray for her. Kama namwombea, nitamwambia kinachomhusu. Si kwa maana nataka. Ana hali ngumu yule. Mwombeeni tu, msipomwombe atakufa. Ehe, mwombeeni yule mama. Danieli anaelewa lol kwamba nikijichanganya nikamwabudu dario hasira ya Mungu itali, itainuka Kwa nini? Wateule wangu wameanza kuabudu mizimu, atamuua kwa nini? Mmesahau alimfanyaje Berishaza? Someni amemfanyaje sura tano Berishaza mbili nasema naye Berishaza alipoinuka, akaenda akaita vyombo vya, vya nyumba ya Mungu akavileta ikulu akavinywea yeye na makonkebaini. Alafu ghadhabu ya Mungu ikainuka, kiganja kikaandika kwenye ukuta mene mene peres na teke. Wakatafuta kukisoma, hayupo. Daniel aletwe, akasoma akasema, umepimwa, umeonekana umepungua, na ufalme wako umepewa wengine. Msipomwombea mama Samia adhabu Sio hiyo Tanzania. Kabla ya Tanzania ombea naye itawala, damu za Watanzania zinatakwa mikononi mwake. Kwani kwa walioua tu, unajua watu wakisikiliza, watu wanasema polisi wameua watu, sijui watu wameua watu. Wewe nikwambie, kuna uwezekano, kuna uwezekano mkubwa mbele za Mungu, mshtakiwa namba moja Samia. Wose ni yani, mchezo. Akikuamini Mungu akakupa kiti, iwe amekupa dikteta au amekupa kwa wizi wa kura, iwe amekupa kwa demokrasia umepigiwa, iwe amekupa umekufa umeamka, umeshakuwa rais Chua, watu mkiona mtu amekuwa mtawala, elewa ni mmiliki wa watu nchi ya hii nchi, kwa sababu ina magari. Nilimsikia waziri mmoja mpuuzi mmoja eti anasemaje, eti anasema wamechoma vitu. Unawezaje kulinganisha damu ya mtu na, na, na, na, na mwendo kazi? Damu ni kitu ingine. Nizungumze namna hii kwa sababu kwasababu nimeitwa kwa kazi hii.